Kwa mbali kule naona basi la BM. Lile basi la BM tulijaza mbuzi na wazee fulani wafupi hivi, tarehe saba ya mwezi wa tatu, watu wakaingia mchechetu. Unapoitafuta busara kwa mtu uliyemfanyia dosari hupaswi kumkejeli hata kama mna mm. masahara. Kwa hiyo naamini Ahmed Ally amewafanyia masahara watani wake, lakini unapokuta mtu yupo kwenye maumivu msibani hata kama mimi na wewe mi nawewatani mm, kwa kipindi cha zama hichi si rahisi mtu kumfanyia okay. Wao nadhani kwa hoja yako ni kwamba Simba hakupaswa, yes. Yani tena kama haitoshi mm, hii ni sensitive matter mm, uh, issue ya kuhairishwa kwa mchezo kutokochezwa kwa mchezo kuhitajika kupangiwa tarehe nyingine mchezo huu mm, wa dabi umeifikisha ishu mpaka kwa serikali mm, kupitia wizara yake na taarifa tunapewa Alhamisi tu hapa siku mbili baada ya leo mm. Una, umepanga kukaa serikali imepanga kukaa mm, na wahusika wa mchezo huo, maana Simba na Yanga viongozi wake, umepanga kukaa na mamlaka za mchezo wa mpira wa miguu nchini kwa maana TFF pamoja na bodi ya ligi viongozi wa kutafuta suluhu mm, ikitokea serikalini mm. Sasa wakati watu watafutwa suluhu ya jambo zito kama hili kwa jambo ambalo limetengeneza janga na tetemeko la nchi kwenye eneo la michezo East Africa, pia kwa ujumla East Africa nzima, yes. Mm. Wewe unakwenda na kufanya mzaha. Kwa hiyo kama kiongozi nadhani kuna weledi fulani, yeah. Alipaswa kuwa nao kufahamu timing and timeliness. Mm. Timing ni muda sahihi mm. wa kuzungumza timeliness. Mm ni kujua kipi ukizungumze wapi hmm, na kipi ukizungumze kwa wakati gani hmm, kwenye eneo gani kwao. Nadhani pamoja na haya masahara halikuwa necessary kuzungumza hivi. Kaka umeongea kwa uchungu sana na nakupa pole ha. nimezungumza kama professional.